Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Fashion TV popote leo ulipo. Kwa majina mimi naitwa Ismail Abdul almaarufu mjanja wa kiwanja, na hapa tulipo tupo katika mkoa wa Makamba katika komini ambayo ni Nyanza Lac, na hapa tutazungumza na ndugu yetu hapa, mwalimu wetu, shehe wetu, mwalimu Abdi, atueleze huku tumefuata nini nini tumekuja kufanya kwanza. Bismillahirrahmanirrahim. wa tumefuata nini umekuja kufanya Bismillahirrahmanirrahim. Sisi tumetoka sehemu tofauti hmm. kitu kikubwa kimetuleta hapa Nyanza ni ufunguzi wa msikiti ambayo umejengwa, na sala ya Ijumaa ya leo ndio ilikuwa sala ya kwanza ya kwanza kusaliwa katika msikiti huyu ambayo ulijengwa, ndiyo ambacho kimetuleta hapa Nyanza insha allah. hmm. Naam, na katika hotuba ambayo imezungumziwa na shekhe wetu pale, unaweza kutupatia mawili matatu ambayo umeyapata au umeyaelewa katika hotuba yake, katika hotuba ambayo hmm. shekhe wetu ametupa kwanza alikuwa anatuhimiza mambo matatu muhimu. Mm. jambo la kwanza ilikuwa ni kuonesha watu wawe umoja, umoja kwa sababu wakiwa tokea kimoja mm. watafanya wa kitu kikubwa sana, watu washirikiane kwa pamoja, wakila jambo watafanya jambo likubwa sana lizuri, mm. la kupendeza mm. Na kitu cha pili alizungumzia ni watu wakumbuke wema ambao wa waliofanywa na wazazi wao, mm. waweze kuacha athari kumfanyia mzazi wao, mm. Pamoja na yote, chochote kile ambacho mtu atakachokifanya akiwezi kuwa sawa sawa na thamani ya wema ambaye mzazi anamfanyia mtoto wake, kama jinsi shekhe alivyosema katika hutuba ya leo. Alisema sauti moja ambayo anaitoa mama wakati wa kuzaa ni sauti ambayo hakuna mtu anaweza akailipa. Ni faida ya pili na faida ya tatu alikusudia alisema tujiimize sana kuacha kitu kinachoitwa swadakatujaria. Kitu hicho kifanye kazi bado uko hai, na baada ya kufa kwako kiendelee kufanya kazi. Hiyo inaitwa swadakatujaria. Ndio vitu vitatu hatibu alikuwa alizungumzia hutuba ya leo, na alikuwa ni hutuba munasaba, khutuba nzito safi sana kabisa, insha allah. Naam, sasa, una kipi cha kuongezea katika uzinduzi wa leo wa hii masjid ambayo ni masjidi masjidi Hajat Nasra binti Ahmedi Sharji, una kipi cha kuongezea tofauti na kuja kuzindua? Mimi naweza kuzindua mm. Ni watu tupate hutba ya khatibu, walisema watu wao kitu kimoja, washirikiane na sisi ambao tumemsikia khatibu mm. Tunayo haki kuipata hutba ya khatibu, na sisi tushirikiane kwa pamoja mm. na sisi tuwache kitu ambacho kitakachokuja baada yetu sisi, kwa tumetoka hicho mm. Ndio kitu naweza kusema kinahitajika tukifanya hicho na wale ambao wako na elimu zao wazitoe kuwapa wengine ili iwe faida kwa jamii. Ndio kile naweza kuunga mkono hicho. Na shukran sana kwa muda wako. Nashukuru sana kwa kupata nafasi kama hii na nashukuru sana <laughs> nafasi kama, na kama hii isiwe ndio mara ya mwisho, iendelee iwe zaidi na zaidi kwa mimi na wengine, insha Allah, Sawa insha Allah. Allah. Na mpenzi mtazamaji popote pale ulipo nje na ndani ya nchi ya Burundi kwa hiyo kama wewe ndio mara kwanza kufuatilia chaneli yetu, usisahau kubonyeza neno subscribe, ipo hapo chini ya video hii, pia kuongeza comment, aidha maoni ambayo anaweza kuwa ameyazungumza ukayaongeza wewe.